Mawasiliano ya barabara kuu ya Ifakara Malinyi mkoani Morogoro yamekatika baada ya mto Furua kujaa maji na kuharibu miundombinu hiyo katika eneo la kitongoji cha Misegese, kata ya Malinyi, wilayani Malinyi wa kukaa unakaa hivi. Kwa mujibu wa baadhi ya wananchi wa eneo hilo pamoja na mbunge wa jimbo la Malinyi Antipas Mbungusi, wamesema miaka mitatu iliyopita changamoto ya aina hii imetokea katika eneo hili. Wameiomba serikali kujenga daraja la kudumu ili kukabiliana na changamoto hiyo. Maji alikuja kwa kasi kutoka mto wenyewe, mama kuingia, kuingia kwenye sisi, tunahangaika na watoto hawaendi shule eh. Wamama wajawazito wanapata shida kwenda kliniki na nini. Hapa panawezoleka kuta Madumba kamsingi hapa ni pembeni ya mto Furua, mto mkubwa sana ambao kwa Malinyi mjini hapa tunapiga kelele siku zote. Unaakili hapa mjini kwetu kwa mto umefumuka, kwa maana hauna kingo, hauna kina naponakuaikuwa kwa kwa kwa na mto miaka nyuma, lakini miaka hii mitatu mimi imetokea kaonesha kwa mtu sasa maarufu pale kama Mto Vimba. Kwa kimsingi ni barabara kubwa inayotuingiza madini mjini lakini kwa sasa mawasiliano yamekatika tangu masaa 24 yaliyopita. Kwa hapa kuna namna kabisa kuingia kama unavyoona, kama imekatika lakini bahati nzuri mtoa taarifa kwa wenzetu wa Tanroads wamesikia kwa uharaka. Kwa, kwa tuko na maengineer kutoka Tanroads mkoa kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kile ambacho kinaweza kufanyika ili kurudisha hali sawa. Lakini kwa hali ilivyo, kidogo ni changamoto lakini tunaamini wataalamu wanaweza kufanya jambo lakini mamlaka za juu Eh, nafikiri watu wananiona wanatusikia, basi wone namna ya kuongezea nguvu Tanroads mkoa, kwa maana kupata fedha za kidharura kuweza kutibu jambo hili. Maji yanapita hapa, maana yake yanaelekea kata yaigia, wapuna, ya Igawa. Kuna vijiji vya Kiwali na Ugara na vimeharibika. Kuna baadhi ya nyumba zimeathirika mitani, barabara za TARURA za mitani karibia zote zimeharibika kwa ajili ya maji. Wakala wa barabara nchini Tanroads mkoa wa Morogoro imeanza jitihada za kurejesha mawasiliano. Tuko hapa kwa ajili ya kuanza kufa fanya usafi wa kuzibua karavati zote ili maji yaweze kupita vizuri na kuanza kurekebisha eneo lililokatika. Hivi sasa tupo tunafanya maandalizi ya kuleta vifaa ambapo tumeshaagiza tayari ya kiskaveta na, na matipa kwa ajili ya kuanza kubeba mawe na vifusi. Ni kiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.